Ninavyosema kampuni inasaidia kutunza maono ya mtu. Kwa mfano, kwenye kampuni kuna kitu kinaitwa objective of the company. Kwenye objective of the company ukitaka kuanalyze, tunaanalyze kwenye engo mbili. Engo ya kwanza tunaanalyze ma objective ama vision ama maono ya muda mfupi ambayo ni miaka miwili. Ndani ya miaka miwili, kwa hiyo unaanalyze kila aina ya vision na matamanio ulionayo ndani ya miaka miwili unaandika. Baada ya hapo kuna malengo ya muda mrefu ambayo ni miaka kumi plus unakuja kuangalia nani na kumi plus unataka kufanya kitu gani, unakianalize it means vision ambayo ilikuwa kichwani unaileta kwenye uhalisia. Yani inatoka kutoka kwenye vision kuwa goals to be attained. Kwa hiyo maono ulionayo yanakuwa ya kwenye mazingira ambayo yanawezekana kufikika, badala umekana tu kichwani, hujui itakuwaje, inawezekanaje but by default inakulazimisha